Unajua, maji ni uhai, lakini haya maji yanayowahudumia hawataki kulipa bili, maana yake hawataki uhai wao. Ninajua niko kwenye mtego mkubwa, kwamba kama TANESCO niliwaambia wakate maji, wakate, wakate umeme. Nataka nikueleze, Waziri, na mimi moral is very open, mtu asipolipa bili iwe taasisi yoyote, hata kama ni Ikulu. Kwangu ninarudia kusema kata, kwa sababu tumezoea kudekezana, tumezoea kudekezana kwenye mawizara haya. Nafahamu fedha za OC zinaenda na hata fedha za bajeti wanazo, lakini wanapopelekewa swala la kulipia bili ya maji linakuwa ni subsidiary. Unamkuta na safari ya kwenda Ulaya, anaenda kwanza safari. Unakuta kuna semina, atalipia kwanza semina kwenye hiyo hoteli. Anakuta kuna vikutano vya kutoka, mkutano ungeweza ukafanyika Dar es Salaam lazima wataufanizia nje ya Dar es Salaam, labda hata Morogoro au Kibaha, ili kusudi walipwe night. Lakini pale hakuna maji na wala hawajalipia bili, lakini shughuli zingine fedha zinapatikana. Kwa hiyo fundisho la kweli ni kukata. Ninajua watazungumza wengine, je, wakikata kwenye hospitali? Kwani kwenye hospitali hawana budget? niliona Kigoma, mlijaribu kukata maji, baada ya siku chache wakalipa. Wewe kama ni mkurugenzi wa halmashauri, una bajeti ulizopewa na bajeti ya maji ipo na ya kulipia umeme. Kwa nini unashindwa kwenda kulipia umeme kwa ajili ya hospitali yako? Hilo ndio litakuwa fundisho. Kama mkurugenzi wa wilaya, mpaka umeme mpaka maji yamekatwa kwenye hospitali hiyo, maana yake hufai kuwa mkurugenzi. Vibali vimekuwa vingi mno. Nataka ni waombe wa Tanzania wenye nia ya kuwekeza wenye nia ya kuwekeza viwanda, wewe anza kukijenga kiwanda, halafu nimwone huyo atakaye kunyima ki kibali. Wewe ukiona kiwanda kinafaa kujengwa pale, anza kujenga kwa sababu kiwanda sio lazima kiwe kikubwa, kwa sababu vina impact kubwa katika uchumi wa nchi yetu. Jengeni, ukiona kibali kimechelewa, wewe anza kujenga. Wakikuzuia nenda kwa waziri au kwa wakuu wa mikoa, mimi na uhakika watatoa haraka.